Habari, karibu tena katika chaneli yetu ya Sabo Kliniki. Naitwa Dr. Jimmy ana, leo tutaongelea dalili za vidonda vya tumbo. Watu wengi wamekuwa na changamoto ya vidonda vya tumbo, lakini pia wengi wao wajitambui mapema. Sasa hapa nitakuelezea kuna dalili ambazo ukiziona hizi, basi hakikisha unaenda kuchunguza tumbo lako, kwa sababu zinaweza zikawa tayari au umeshaanza kuasilika na vidonda vya tumbo. Dalili namba moja, watu nasema ni maumivu ya tumbo yanayochomachoma choma, unahisi kama tumbo lako linakuwa linachoma choma, lakini pia unahisi katikati ya tumbo unakuwa unapata motomoto fulani. Basi ndugu yangu, hiyo ni dalili mojawapo inayoonyesha kwamba kwenye tumbo lako apata tayari kuna shida, kuna sababu, au kuna dalili mojawapo ya kwamba na vidonda vya tumbo. Lakini pia kuna maumivu yanaongezeka ukiwa na njaa. Wengi wamekuwa na changamoto, mtu akiwa na njaa anasikia tumbo linawaka, mpaka mwingine anakuambia, daktari, nilikuwa natetemeka. tumbo lilikuwa linatetemeka basi ukiona hiyo dalili, ni kwamba hiyo ni changamoto ya dalili ya vidonda vya tumbo. Ina maana asidi inamwagika tumboni, isipokuta chakula inaenda kumega kuta za tumbo, ndio maana unakuta mtu anakuwa hoi na hapa, wengine huwa wanazimia kabisa. Kwa hiyo ukiona dalili hizi, basi jua kwamba ni vidonda vya tumbo tayari vimeanza kukuasiri, umeanza kutembelewa na vidonda vya tumbo vikali sana. Lakini dalili nyingi, dalili nyingine tunasema a, moja nyingine ya vidonda vya tumbo huwa tunasema ni kujawa na gesi. Eh, gesi tumboni, unakuta gesi inakuwa inaongezeka tumboni, na wengi unakuta anajiuliza kwamba dokta, imekuwaje mbona navimbiwa kila nikipata ah, kila nikipata ah, kila nikipata ni kila chakula chochote, mpaka wengine anakwambia nikigusa tu maji, basi nahisi ah, na tumbo linajaa eh, linajaa, linavimba, linajaa gesi. Ndugu yangu, ukiona hivyo, basi tambua ni dalili nyingine ya vidonda vya tumbo. Lakini pia maumivu yanapungua unapokula. Kwa nini? Maumivu yanapokula unapungua muda mfupi, lakini pia maumivu yanarudi baadaye. Basi ukiona dalili hizi, ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo, inaonyesha kwamba inakuwa ni asidi inamwagika tumboni Isipokuta chakula huwa inaenda kusababisha majeraha kwenye kuta za tumbo. Ukishakula basi utaona yale maumivu yanaanza kuondoka a, taratibu. Kwa hiyo ukiona dalili hiyo, basi ndugu yangu, jua moja kwa moja kwamba kwamba hizo ni dalili za vidonda vya tumbo. Lakini pia kiungulia, eh, hisia ya moto kupanda kifuani, unahisi kama kuna kitu kinapanda kifuani kwa kasi sana, unasikia kifua chako ni kama vile kuna kitu kimekwama hapa kooni, unapo unasikia unapata maumivu hyo hiyo hiyo, ni dalili nyingine inayoonyesha kwamba, uh, una dalili ya kwamba una vidonda vya tumbo. Lakini pia gesi tumboni, nakujaa haraka ngereo, lakini pia tumbo lako linajaa, ni changamoto mojawao, uh, una vidonda vya tumbo. Akii chefu mara kwa mara maranyingi mafuta i asubu chefu ukiona hizi basi, jua kwamba tumbo lako limeanza kuzulika, tumbo lako limeanza kuwa na majeraha, tumbo lako limeanza kuwa na changamoto. Hakikisha unaenda kuchunguza ili kufahamu mapema, ili uweze kufahamu mapema na kuweza kupata suluhisho kwa haraka, kwa sababu unapopata suluhisho haraka, ni rahisi sana kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia tunasema kubanwa tumbo au choo kigumu, na pengine kinakuwa ni laini sana, unakuta choo kinakuwa kigumu sana, jua kwamba una vidonda vyakula vya tumbo, tayari tumbo lako haliko sawa. Kwa hiyo hata chakula kikifanyiwa mmeng'enywaji ah, hakiendi kama kinavyotakiwa takiwa, ina maana hata uwiano wa bakteria wazuri na wabaya tumboni hauko sawa. Ndio maana mara nyingi utahisi changamoto ya kubanwa tumbo, lakini hicho kigumu au laini, ambayo unakuta laini unakuta kama ni tepe, tepe na pengine ni cheusi na kina harufu mbaya. Kuta cheusi, wengi wanasema unakuta choni cheusi kama rami, basi jua ni dalili mojawapo inayoonesha tayari una changamoto tayari una shida kwenye tumbo lako, hakikisha unatafuta suluhisho. Lakini pia kukosa hamu ya kula na pengine, unapokuwa unakuta unapata maumivu makali unapokula, na mara nyingi ukiona unakosa hamu ya kula, ina maana vidonda vyako viko kwenye kuta za tumbo eh, kwenye kuta za tumbo. Baadaye nitaelezea uh, unapokuwa unatibu changamoto hizi ufanye nini ili uweze kuondokana na changamoto hiyo. Kwa hiyo ujue kwamba vidonda vyako viko kwenye kuta za tumbo, tunasema ni gastric ulcers. Ndio maana mara nyingi unakosa hamu ya kula, lakini pia harufu mbaya uh, mdomoni. Nipende kuiongelea harufu mbaya mdomoni, maana wengi wamekuwa atuuliza kwa nini harufu mbaya mdomoni? Kwa sababu una asidi lakini na gesi nyingi, na pengine inarudi juu, lakini pia ule uh, kwa sababu uh, inatokea kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, ndio maana unakuwa na harufu mbaya mdomoni. Sasa kuna wengine anakuambia daktari, mimi natumia napiga mswaki vizuri, nimebadilisha dawa za meno, niko vizuri kabisa, nafata masharti ya kuswakua, lakini bado na harufu mbaya mdomoni. Shida ni nini? Shida ni tumbo. Hakikisha unatibu tumbo, utakuwa umeondokana vya kula ya mchangamoto hivyo, lakini pia mzio wa vyakula vikali, vyakula vya vya tindikali kama pilipili, nyanya, soda huongeza maumivu. Kama utakula hivi vyakula, lakini unapata maumivu, basi jua, shtuka, hiyo ni changamoto kubwa inayoonyesha kwamba una vidonda vya tumbo. Lakini pia maumivu usiku, eh, maumivu usiku. Nimekuwa nikiwambieni kwamba unapata maumivu usiku. Kwa nini maumivu usiku? Ndio maana pia watu wengi wenye changamoto ya vidonda vya tumbo huwa wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Shida ni nini? Wanaenda kwa waganga wa kienyeji kwa sababu huwa uh, wanafikiria kwa nini tupate shida usiku? Na mara nyingi unakuta shida inaanza kati ya saa saba mpaka saa kumi hapo katikati kati, pote, kuna kuwa na maumivu makali. Sasa mwe, wengi wengi ambao hawana wana imani haba hapa huwa wanashtuka kwa mm, huenda tumepigwa. Wanaenda kuchunguza kwa wataalamu uh, wa dunia au wataalamu wengine wanaita wataalamu wa anga. Lakini ndugu yangu, kama una vidonda vya tumbo, wala ina haja ya kukompliketia maisha, usiende kuchunguza hivyo, ni vidonda vya tumbo kwa sababu tumbo lako usiku linakuwa tupu, kwa inakuwa changamoto lakini pia ko kukereketa na kikozi cha asidi. Mara nyingi unakuta koo lako ni kama vile linakereketa, koo lako ni kama vile unakuwa unakaa kikozi <coughs> Na ukisikia kwa kachikozi kama kuna tu vitu hapa kuna tu punje punje hapa, tumeweza kubagi hapa, ndugu yangu, shtuka, hiyo ni dalili nyingine inayoonyesha kwamba una changamoto ya vidonda vya tumbo. Uchovu mwingi, mwili unachoka kutokana na maumivu na pengine kukosa hamu ya kula na usingizi, na watu wao wapati usingizi kabisa. Ndugu yangu, hapa ni vidonda vya tumbo, wala usipepese macho, usianze kutafuta mchawi. Unatakiwa kutafuta suluhisho moja kwa moja la vidonda vya tumbo. Lakini pia tunasema kizunguzungu. Kizunguzungu ni wale ambao, uh, wanakosa kabisa uh, wale wanaku, wanakuta anaanza kutapika damu, wengine anaanza kupata chocho cha damu, kwa unapokuwa unapoteza ile damu inasababisha anemia au upungufu wa damu, na ule upungufu moja kwa moja uh, wa damu huwa unakupelekea changamoto ya kizunguzungu, na wengine huwa wanazimia uh, kabisa. Kwa mfano kuna mgonjwa mmoja nilikutana naye, alikuwa na hiyo changamoto ya kuzirai. Sasa uh, kama utaona hiyo dalili, basi jua ni moja kwa moja ni dalili ya vidonda vya tumbo. Lakini akupungua uzito hmm? Wengi wanapungua uzito na wanaopungua uzito ni wapi sasa? Hapa tuweze kusikilizana. Kuna wengine wanakuambia, sasa mimi mbona sipungui uzito? Na wanasema dalili ya vidonda vya tumbo kupungua uzito, kunaweza ukapungua au ukaongezeka au usipungue kwa sababu aina ya vidonda vya tumbo ulivyo navyo kwa wale ambao wana vidonda vya tumbo viko kwenye kuta za tumbo, huyu mtu anakonda. Vidonda vya tumbo vilivyo kwenye utumbo mdogo, huyu mtu anaongezeka au hawezi kupungua. Kwa hiyo inabidi ufahamu kabisa hilo, lakini pia dalili nyingine, mapigo ya moyo kwenda mbio. Na ukiona mapigo yako ya moyo yanaenda mbio, ujue kwamba tayari umeshaanza kuwasilika moja kwa moja mpaka kwenye moyo. Ina maana eh, wale bakteria wanaanza kuwasili mpaka kwenye moyo. Kwa hiyo inabidi ushtuke, utafute namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia kichwa kuuma, wengi wanapata ta, ta, da, changamoto ya kichwa kuuma. Hiyo ni dalili nyingine ya vidonda vya tumbo. Na mwisho ni wale ambao um, A, moja ya dalili ni kupoteza nuru nuru, eh, unakuta nuru ya macho, ina maana hawezi kuona vizuri. Kuna mama moja tena alikuwa Bukoba, huyu niliwasiliana naye, alisema nilikuwa siwezi kusoma maandishi, lakini baadaye nikaanza eh, kusoma maandishi hata kwenye Biblia baada ya kutumia a, ya kupata tiba ya changamoto hiyo. Lakini pia kuna wale ambao dalili nyingine ambayo unakuwa nayo kwa wale ambao wana changamoto a ah, ah, changamoto moja ya vidonda vya tumbo. Dalili nyingine ambayo inakuwepo ni ile ambayo unakuta mtu anaota ndoto mbaya mbaya. Ni kwa nini? Kwa sababu ubongo ubongo unapokea taarifa nyingi na zinakuwa ni za maumivu. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mbona mimi naota ndoto mbaya. Ndugu yangu, kama unaota ndoto mbaya, inaweza ikawa ni changamoto moja wapo inachokuashiria kwamba tayari una maambukizi ya vidonda ah, vya tumbo. Lakini pia hapa tuongelee kwa wale ambao ah, wana kutoka kwenye a, suluhisho moja ya changamoto kubwa tunayokutana nayo ni namna ya suluhisho, kwamba wengi wamepata, wametumia tiba tofauti, lakini hawajapata suluhisho. Ila nikukumbushe kwamba hakikisha, kitu cha kwanza unapokuwa unatibu changamoto, hakikisha kwanza unafahamu una aina ipi ya vidonda vya tumbo. A, kuna aina ya vidonda vya tumbo viko kwenye utumbo mdogo, kuna aina ya vidonda vya tumbo vipo hapa kifuani, lakini pia vingine viko kwenye kuta za tumbo, na mara nyingi hapa tutazifahamu kwa dalili kwa dalili ambayo vikuwa kwenye ukuta wa tumbo hapa, utakuta gesi, kuna kiungulia sawa, lakini pia hapa huyu mtu huwa anakonda na huwa hana hamu kabisa ya kula. Hapo ujue ipo kwenye uh, kwenye kuta za tumbo, gastric ulcers. Kama vipo kwenye utumbo mdogo, huyu mtu hata konda, atakuwa na hamu pia ya kula. Lakini mwisho ni kama vipo kifuani basi Uh, kifuani basi utakuta anapata shida kifuani, mara pamebana, mara anakula chakula anapata maumivu, mara anakoa koa, mara na, ana, ana, ana sauti na kuaruza, basi vipo kifuani. Sasa kwa namna hiyo niambia hapo chini kwenye comment.